Bwana Muturi. Bwana Muturi nilimpatia kazi kama e, mkuu wa sheria. Yeye mwenyewe alinieleza ya kwamba hii kazi kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu. Kwa sababu alitoka huko kwa kuwa magistrate akaenda bunge, akakuwa mbunge, akakuwa speaker, akasema ile kazi kidogo inamlemea. Yeah? So nikakaa kidogo nikaona kweli amelemewa na ile kazi, lakini makosa pengine ni yangu. Nilimsindikizia nilim, nilim, nilim, nilim, nilim, I persuaded him, nikamwambia no, no, it's okay. Fanya tu hii kazi Nafikiri, eh, haitakulemea, lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea. So nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi, nikampatia kazi ya waziri. Lakini hata wewe unajua sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, ni mimi nilimfuta kazi ama ni yeye alijifuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea, what am I supposed to do?